Uh, chama cha ATAPE ni chama ambacho kinaleta pamoja wa, wa, uh, wataalam pamoja na wajasiriamali ndani ya kanisa. ATAPE brings together entrepreneurs and professionals in the church. Na wakati kikiwaleta pamoja. As it does so, uh, pamoja na mambo mengine kina to support its members. Na kwa kuzingatia kwamba kanisa la chuo kikuu kwa asilimia kubwa linatengenezwa na wajasiriamali na wanataaluma, Chama uh, cha ATAPE kanisa mahalia, tunadhani kwamba tuna wajibu mkubwa wa kufanya katika kusapoti uh, wanachama wake, lakini pia washiriki. Kwa hivyo kama tunavyoona kwenye bango ambalo uh, lipo nyuma yetu. As we can see, uh, on our banner, tuko na mpango unaitwa tunaamini ya kwamba ili uh, tuweze kuwa kwenye nafasi nzuri ya kusapoti kazi ya Mungu ni lazima tuweze kukuza taaluma zetu, lakini pia na shughuli zetu za ujasiriamali. Kwa kuzingatia idadi kubwa ya washiriki ambao tupo humu, takwimu zinaonyesha kati ya watu mia tano mpaka mia sita kila Sabato. Uh, given the fact that uh, between uh, 500 to 600 church members do come to worship every Sabbath. Kama tukiweza kuja pamoja kwa sababu ndani yetu kuna wauzaji na wanunuaji wa huduma na bidhaa tofauti tofauti. If we can come together because among us there are uh, sellers of different commodities and services as well.

a mechanism by which we'll be able to sell and buy among ourselves services and products. Maana yake ni kwamba tutakuwa tunasaidiana kukua kitaaluma lakini pia kijasiriamali. That is to say we'll will be helping each other to grow professionally and in terms of entrepreneurship. Kwa hiyo mpango wa uh, ACD ama Adventist Commercial Directory. So the ACD unakusudia uh, kusaidia wat, uh, taaluma pamoja na biashara za washiriki ndani ya kanisa. Aims to help both professional and uh, entrepreneurial activities. Kuweza kufika katika vilele vya juu uh, to be able to reach to the highest pinnacles. Ili uh, baadaye sasa tuweze kutegemeza kwa uzuri uh, kazi ya Mungu uh, so that at the end of it all we might be able to support more powerfully the work of God. Katika vipindi vya mchana uh, sometimes in the afternoon, tutakuwa na wasilisho ambalo litatupa taarifa zaidi ya nini ICD, lakini pia ni kwa namna gani tunaweza kushiriki. We'll be making a presentation more broadly on this very plan. Kwa kusema hivyo, ni mshukuru tena mchungaji kwa kutubariki having sir, so let me thank the pastor again for blessing us, na niwakaribisha katika vipindi vya mchana kuanzia saa 8 kamili. Asante sana, and I'd like to extend an invitation to the